Sasa hivi ni kipindi cha kiangazi kwao, wanyama wengi wanakuwa wanatembea ili kutafuta malisho. Sasa unakuta wakati mwingine wanyama kama twiga wakati wa usiku wanaingiaga wengi hapa. Tunaomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wadau wengine wa elimu kutusaidia, ili tuweze kupata uzio ili kupunguza adha hiyo ya wanyama wanaoingia shuleni na kutuharibia mazingira mida kama ya usiku vijana wanaweza wakaingilia shule yetu kwa kuvamia tu, kwa sababu haina fenzi, hivyo inapelekea wanaweza kubaka usiku, kwa sababu mlinzi mwenyewe anaweza asiwepo maeneo ya karibu, hivyo inasababisha hata vijana kwa urahisi kupita. Shule yetu ya sekondari Losinoni ipo kata ya Oldonyowas, kwenye eneo la Losinoni, ni shule ya sekondari ya mchanganyiko ya serikali na ipo karibu na hifadhi ya ANAPA kwa maana ya kwamba iko mpakani. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa maeneo ya huku kuna mwingiliano pia wa ekolojia, kwa sababu wanyama pia wanaweza wakatoka hifadhini, hasa nyakati za kiangazi wanyama wanaweza wakaja kwenye maeneo ya shule. Kuna wakati tunaona wanyama kama twiga, tunaona wanyama hata saa nyingine kama tembo, pundamilia, lakini hata fisi mara nyingi wanapita wa usiku. Kama shule tunakuwa na mikakati. Tumejaribu kuweka uzio wa kienyeji kwa, kwa maana ya katani, lakini tumekuwa tukiweka miiba. Sasa ile miiba ikikauka pia inakuwa iwezi tena kuwazuia wanyama, kwa hiyo tunatamani tukipata wadau mbalimbali ambao wanaweza wakatusaidia hata kuweka uzio hasa hata kwenye lile tu eneo la bweni la wasichana, ningekuwa ni jambo zuri zaidi. Niwatie moyo kwamba bado wana miundombinu mizuri wakilinganisha na maeneo mengine, kwa hiyo isiwe ni sababu ya wao kutokuweza kufanya vizuri sana, kwa sababu ya kuona kwamba wana mazingira ambayo ni magumu kuliko ya sehemu zingine. Lakini bado sisi kama wadau na hasa kama benki, benki ya NMB ina sera mahususi ya kurudisha uh, sehemu ya faida kwenye jamii ambayo inaizunguka, na shule au kama taasisi wanaweza wakaleta maombi na benki ikafanya tathmini na baada ya hapo basi wakaona ni kitu gani ambacho wanaweza wakasaidia.